Uhali gani mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi hiki, karibu Mpaka Ndichi. Leo naikanyaga tena ardhi ya chifu Mazengo, naam Idodomia, eneo lililovuta maono makubwa ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu kuliweka kuwa makao makuu ya nchi, ardhi ambayo wengi waliona kame, lakini mwalimu aliamini mti wa mtende uchanua popote unapopandwa. Kutoka hapa katikati mwa jiji la Dodoma ni umbali wa takriban kilomita 14 kaskazini mwa jiji hili kufika katika eneo la Msalato, mahali ambapo mbuzi hupiga goti na kutii sauti ya moto kila Jumamosi. Lakini safari hii sio ya kuja kuvunja mifupa, bali ni kwa ajili ya kukuonesha kitovu kipya cha safari ambayo serikali ya awamu ya sita chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kinahifadhiwa hapa kama kivutio kwa kizazi cha sasa na kijacho. Mradi mkubwa wa kiwanja cha ndege cha Msalato ni geti jipya kwa wasafiri katika mataifa mbalimbali, mbali kuingia nchini. Mradi huu ni zaidi ya uwanja. Nikisema nikueleze sifa za uwanja huu, basi naweza kugeuza jua likachomoza kutoka magharibi na kuzama mashariki. Babu zangu wameishi miaka mingi sana, lakini si utani huleta furaha na kuufukuza uzee. Hivyo kama kuna mwenye gari nje ya nyumba, kama kuna mwenye kiwanda, kama kuna mwenye mashine ya kusaga nafaka, basi mwambie aizime kidogo upate kuyasikia maajabu ya fedha zilizomwagwa hapa eneo letu. Kwa ajili ya ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato, lilitengwa toka mwaka 1976 na, na, na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lina urefu wa kilomita 9 na upana wa kilomita tano. Ah, katika ujenzi wa mradi wa, wa miundombinu gharama ya mradi huu ni bilioni za kitanzania 165.63. Kwa ujumla kazi tunaendelea vizuri. Mkandarasi wa ujenzi wa miundo mbinu mpaka sasa amefikia asilimia themanini na tatu, lakini yule wa majengo amefikia asilimia hamsini na moja. Kwa mradi tunaendelea kutekeleza vizuri na tunatarajia ifikapo mwezi wa kumi na moja kazi zote za ujenzi zitakuwa zimekamilika, na tunatarajia ifikapo mwezi wa kumi na mbili uwanja huu utaanza kufanya kazi. Ah, katika utekelezaji wa mradi huu takribani ya Watanzania elfu moja mia tano wameweza kupata ajira katika mradi huu. Mtazamaji, huu sio tu mradi, bali ni maisha na ndoto za wengi zinatimia. Kama ulivyosikia, takribani zaidi ya vijana elfu moja wamepatiwa ajira katika mradi huu. Wao wanasemaje? Majina naitwa Ali Saidi Pili, jina ambalo natambulika mkoani Ruvuma ni Palanguche mtoto wa wasongea huko, na namshukuru mama Samia, kwa kuleta mradi huu, maana kidogo tuna wasilimia kadhaa kidogo tumenufaika kidogo, maana kuna familia kidogo imekaa kwenye mkawa wake, maana majukumu mengine kidogo yanaenda na si na vijana wenzangu. Ukisikia fursa kama hii, wao wanachangamka kidogo, maana wasikimbia tu kwenye maofisi na huko upande mwingine kidogo kuna kwa utamu kidogo. kwa majina naitwa Liz staram kawishe kwenye huu mradi, mimi ni kama opareta kwa kweli. Umradi huu umenifra, umenifurahisha sana. Nimepata kipato ambacho kinanifanya na iendeleza familia yangu na wengine wanaonitegemea kwa kweli. Kwenye huu mradi nimeona mambo mengi ambayo sijawahi kuona kwangu, kwanza kama kivutio fulani hivi ambacho ni amazing, yani nimekiona kwenye maisha yangu ambacho Mwanzo kabisa sija kukiona. Sauti hizi ni ushuhuda wa jinsi mradi huu na miradi mingine mingi inavyobadilisha nchi yetu na kugusa maisha ya watu. Vijana wanapata ajira, ujuzi mpya, huku nchi ikifunguka kila kukicha. Wagogo wanasema chabita, yaani kwa heri. Ungana nami tena katika kipindi kijacho, na hii ni Mpaka Ndichi.